Pade Mkandala ni, ni pade mlezi wa Pugu Marathon, na tuna, tuna, tumezindua leo hizi eh, mbio za Pugu Marathon kwa kuanza maandalizi ya kuandikisha kutoka kila parokia za Jimbo Kuu la Dar es Salaam, ambapo tunalenga kila parokia, kila paroko aandae watu mia moja na zaidi ambao watashiriki mbio hizo kwa ajili ya kutumisha na kuchangia mfuko wa ujenzi wa kanisa mbadala la, la Pugu ambayo itakuwa ni kanisa mbadala la Bikira Maria Mama Mungu. Na tunategemea mwaka huu washiriki wajitokeze kwa wingi, na utaratibu utakaotumia katika kupata kitu za mbio ni kwamba pale katika parokia utakapopenda kujiandikisha, ukimaliza kujiandikisha, ukaribia unapewa kiti yako ya maandalizi kwa ajili ya mbio za Pugu. Atatafanya kama zamani ambapo ulikuwa unalipia, alafu baadaye vifaa unapewa baadaye. Sasa hivi ukiandikisha, baada ya kuandikisha, aia kuandikisha, anakabidhi na kiti ya mbio za Pugu Marathon itakayofanyika tarehe 30 mwezi wa 5 mwaka huu wa 2026 kule Pugu. Asanteni sana kwa kusikiliza. Tumsifu Yesu Kristo. Niko hapa kuwakilisha wanawake wote madhehebu mbalimbali kuwakaribisha kwenye Pugu Marathon tarehe 30 ya mwezi wa tano. Kwa kina mama wenzangu, kufanya mazoezi inaleta afya kwenye kanisa dogo, kuanzia kwenye familia. Hivyo nawakaribisha wamama wote Karibuni, tufanye mazoezi, tukimbie, kwa sababu mazoezi yanaleta afya, mazoezi yanaimarisha ndoa. Wamama, tusikae legelege. Tunawakaribisha wamama wote, karibuni tarehe thelathini ya mwezi wa tano, tuje tujisajili, tujiandikishe, tukimbie Pugu Marathon tu, tusikae tu nyumbani. Lakini wamama wenzangu, tuhamasishe watoto wetu Mama toka na watoto wako wote kwenye familia, toka na mume wako kwa sababu mama, wewe ndio kiongozi wa familia, mama mratibu wa familia. Mhamasishe mumeo, hamasisha watoto watoke, waje Pugu Maratoni. Pugu Maratoni oye <murra> yeah. Tumsifu Yesu Kristo. Ana habari, mimi ni Adam Deromaki na ndio mwenyekiti wa kamati ya maandalizi ya Pugu Marathon 2026. 20 kama askofu alivyosema ametupa majukumu ya kuhakikisha maandalizi haya yanaenda vizuri, na lengo letu ni kukusanya kiasi cha shilingi milioni 600 kupitia washiriki 10,000. Sasa kazi kubwa iliyo mbele yetu ni kuhakikisha kwamba tunaweza kutangaza kuhamasisha, na kuhakikisha kwamba tunaweza kupata watu hao ambao si wa dhehebu la Katoliki pekee yake, lakini ni watu toka dini mbalimbali eh, wa Tanzania wote kwa ujumla. Vile vile tunategemea kuhusisha wadhamini ambao watakudhamini katika mbio hizi. Kwa hiyo, naamini kamati nilionayo ni kamati mahiri, na kazi hiyo tutaweza kuifanya vizuri tukishirikiana na nyinyi waandishi wa habari katika kuhamasisha eh, Watanzania wote washiriki katika mbio hizi. Mbio ni afya, na kanisa sio mahali pa ibada peke yake, lakini pia tunasisitiza mazoezi na afya. Tumsifu Yesu Kristo. Amen. Marathon ni, ni mbio ambazo zitakuwa za aina yake kwa mwaka huu 2026 tunategemea kwenda kuwa na, na, na marathoni ya ya aina yake kwa sababu itakuwa sio mbio tu kutakuwa na mambo mengine mbalimbali, burudani mbalimbali ambazo zote hizo tunazihitaji sisi binadamu kwa ajili ya afya yake. Kwa hiyo niwakaribishe watu wote kushiriki kwenye hizi mbio za Pugu Marathon, na kama wanavyoona eh, ujumbe wetu ni upendo na mshikamano. Kwa hiyo tunategemea kuona kwamba Watanzania wote wataenda kuonyesha eh, upendo wao na, mshika na mshikamano wao kupitia hii Pugu Marathon na kama mnavyoona kwamba ni eh, ni mbio ambazo tunategemea kwenda kukusanya kiasi kikubwa cha fedha kwa ajili ya maendeleo ya ya Pugu. Tunategemea kukusanya kiasi cha shilingi milioni mia sita. Kwa hiyo unaweza kuona kwamba tunahitaji makampuni pamoja na watu mbalimbali kuweza kujiandikisha ili kuweza kupata fedha hizo. Lakini vile vile, ukiangalia hii Pugu Marathon ina ina lengo la kuendelea kuwaunganisha Watanzania, waendelee kwa kitu kimoja, waendelee kushirikiana katika mambo mbalimbali pasipo kuangalia e, masuala ya dini wala itikadi za kisiasa. Kwa hiyo e, ni Pugu Marathon ambayo ni ya kipekee na ya muhimu sana ambayo e, Watanzania e, na wana Dar es Salaam tunahitaji sana e, katika kipindi hiki cha mwaka 2026. Tuanzie kwa. Mimi naitwa Satar, ni mjumbe wa Pugu Marathon wa maandalizi 2026. Kama kauli mbiu na kusema mwaka huu ni upendo na mshikamano. Mbio zetu mwaka huu zinalenga kuimarisha umoja wetu sisi kama Watanzania bila kujali madhehebu. Askofu mkuu wamesema, unaalikwa mbali na kuimarisha afya zetu, tunataka tuimarishe pia upendo na mshikamano katika madhehebu yote na Watanzania wote kwa ujumla, hata kama hauna dini. Mbio hizi zinakwenda kuwa mbio tofauti sana. Karibu sana ujiandikishe. Umri umeshapiwa, hata watoto wanaruhusiwa kutembea pia unaweza ukachangia hata kama uwezi kutembea, basi ule mchango wako unakwenda kuimarisha mbinu ya Pugu. Tunakwenda kubadilisha Pugu, tunakuwa Pugu kubwa. Karibu sana, jiandikishe. Hata sisi wenye miili yetu, na sisi tunaanza mazoezi mapema ili tuweze kushiriki vizuri. Kwa hiyo jiandikishe na usipange kukosa Pugu Marathon 2026. Baada ya mbio kama kawaida, tutakuwa tunalainisha moyo kwa wale wenzangu na mimi, lakini pia kuna huduma za afya zitakuwepo na huduma nyingine mbalimbali.

mwezi wa tano ishirini na sita. Kwa hiyo nyote nakaribisha, tutashiriki. Ni kilomita mbili kilomita tano kilomita kumi na wale ambao mwisho. Kwa hiyo hivyo vyote usajili wake ni shilingi elfu thelathini. Kwa hiyo uangalie tu ni wa unaweza kukimbia. Kwa hiyo nadhani, nashukuru sana.